Katika kijiji kidogo cha Mbande ambapo kila mtu alimjua mwenzake na siri hazikudumu kwa muda mrefu, waliishi dada wawili waliokuwa maarufu kwa sura zao zisizopendwa na wengi. Majina yao yalikuwa Asha na Zawadi. Hawakuwa wasichana wa aina ambayo watu walitamani au kuwasifia. Kwa hakika, watu wengi wa kijijini hawakuwahi hata kuwaita kwa majina yao, waliwaita tu wale wasichana wabaya. Asha aliyekuwa mkubwa zaidi alikuwa mrefu na mwembamba, ngozi yake ikiwa imeungua na jua kwa miaka ya kutembea barabarani. Zawadi aliyekuwa mfupi kidogo alikuwa na pua bapa, meno ya mbele yaliyopinda na macho yaliyokataa kuangalia upande mmoja. Kijiji hicho kilikuwa hakina huruma hasa kwa wasichana waliokuwa tofauti na mtazamo wa uzuri uliokubaliwa. Watoto walicheka na kuwasema waziwazi walipopita. Watu wazima waliwaepuka na hata wachumba hawakuthubutu kuikaribia nyumba yao. Lakini Asha na Zawadi hawakuwa wa kujificha. Waliita nafsi zao madada wa kipekee na walitembea katikati ya Mbande kwa ujasiri uliowachukiza watu. Walipaka vipodozi vingi, rangi ya uso ambayo ilikuwa rangi tano nyepesi kuliko ngozi yao ya asili, lipstick nyekundu iliyovuka midomo, na kope ndefu zilizofanana na manyoya. Mavazi yao yalikuwa ya rangi kali, mara nyingi hayalingani, lakini waliyavaa kwa kujiamini kana kwamba walikuwa wake wa machifu. Walitaka kujisikia miongoni mwa jamii na kutambulika kuwa nao ni wazuri. Lakini haijalishi walijipamba vipi, bado wanakijiji waliwaona kama wasichana wabaya zaidi kijijini. Mnaona hao, Mama Mrema angesema wanapopita: wamevaa kama mapepo lakini wanajitembeza kama malkia. Asha na Zawadi hawakujali au walijifanya hawajali. Walitembea sokoni kama kwamba walikuwa binti wa kifalme wa Mbande. Asha na Zawadi walijulikana kwa fujo. Walikuwa kila mahali kwenye kila gumzo hata yasiyowahusu. Walijibizana na yeyote aliyewatupia maneno. Lakini chini ya kelele, vipodozi na kejeli walizojibu, walibeba huzuni tulivu. Watu hawakujua kuhusu jioni walizokaa chumbani mwao wakifuta vipodozi kwa kimya, au macho ya Zawadi yalivyojichunguza kwenye kioo kisha kugeuka haraka, au namna Asha alivyokaa macho usiku akijifanya yuko bize ili zawadi asimsikie akilia. Hawakuwa wafujo kiasili, wala hawakuwa wabaya. Walikuwa tu wasichana wawili waliolazimika kuvaa mavazi ya msimamo kutokana na maisha. Maisha ya Mbande hayakuwapa nafasi ya kuwa wapole. Mama yao kabla hajafariki alikuwa akisema, uzuri hauko usoni, binti zangu, uko moyoni. Lakini dunia haikuona mioyo yao, iliangalia tu nje na kuwahukumu bila huruma. Wakati mwingine, maneno ya watu yaliwakata zaidi ya walivyokubali. Siku moja, sokoni, walipokuwa wakitembea na vipodozi vyao na mavazi ya kupendeza, walikutana na wasichana waliowacheka. Hata mapepo yatawakimbia hawa, mmoja alisema na wote walicheka. Walidhani Asha na Zawadi hawakusikia lakini waliwasikia. Na iliwauma. Hata wanaume wa kijiji walikataa kuwaoa. Nani ataoa hawa? Wengine wangesema. Hata ukipewa bure hutachukua. Hata hivyo walikuwa bado wakionekana kwa sauti, kwa ujasiri na bila aibu. Lakini uzito ulizidi kuwa mkubwa. Jioni moja, baada ya siku iliyojawa na vicheko nyuma yao na minong'ono kama vivuli, dada hao walikaa chini ya mti wa mkomamanga nyuma ya nyumba yao. Najaribu Asha, Zawadi alisema kwa sauti ya chini, lakini sijui kama naweza kuendelea hivi. Asha hakujibu mara moja. Aliangalia angani, usiku ulipokuwa na vipepeo wa taa. Najua alisema hatimaye hata mimi. Ndipo wakafanya uamuzi, wangefanya jambo tofauti, jambo lisilotarajiwa. Hawakujua ni nini hasa, lakini walijua kitu kimoja, walikuwa wamechoka kujifanya, wamechoka kupigania kukubalika, na wamechoka kuvaa barakoa ya ujasiri. Kila walikopita vicheko vilizidi kuwa vikali. Hata watoto ambao zamani walikimbia walipowaona sasa walisimama na kuimba nyimbo za kejeli. "Asha na Zawadi, wachawi wa soko! Mmoja uso umevunjika, mwingine ana macho ya ajabu." Wakati mwingine hata vikao vya wanawake wa kijiji havikuwa salama. Mara moja Asha alisimama kuchangia mkutano wa kina mama, kutoka nyuma sauti ikasema kwa dhihaka, "Acha akae hapa, tunazungumzia uzuri, si vinyago." Majumbani mwao walibaki na wao kwa wao. Asha aliacha kupaka vipodozi kwa siku kadhaa na Zawadi hakuwa msemaji tena. Uwanja wao wa kawaida uliojaa kelele ukawa kimya. Waliepuka soko, hawakwenda kisimani kama kawaida. Walikaa ndani wakingoja kelele zife, lakini hazikufa. Jioni moja, Asha alisimama mbele ya kioo kidogo kilichochakaa ukutani mwao. Zawadi alisema kwa sauti ya upole, "Unaamini mama alikuwa sahihi?" Kuhusu nini? Zawadi alijibu akiwa pembeni akimenya viazi vitamu kwa kutojali. Kwamba uzuri uko moyoni. Zawadi alitazama juu, macho yake akiwa yamejaa maumivu. Mioyo yetu ni safi, Asha. Lakini hiyo haijatufaa. Kijiji hiki hakiangalii moyo, kinaangalia uso. Walikaa kimya kwa muda mrefu hadi Asha alipozungumza tena. Hatuwezi kuendelea hivi, alisema. Kama dunia haitaki kuona mioyo yetu, basi tutafute njia ya kubadili hadithi yetu. Sauti ya Zawadi ikatetemeka. Unataka tubleachi au tukimbie? Hapana, Asha alisema, tutatafuta msaada, huenda ni wa kiroho, huenda ni kitu kingine, lakini naamini kuna kitu pale nje kwa ajili yetu. Siku iliyofuata walipaki pochi ndogo, kanga mbili, Biblia ya zamani ya mama yao na chupa ya mafuta ya mawese. Walijifunga vitenge kichwani na kuondoka alfajiri, kabla yoyote hajawaona. Walikuwa wakielekea kijiji cha Tundwe Songani, kijiji cha mbali chenye mto wa ajabu na mama mzee ambaye watu walidai anaweza kuona ndani ya roho. Wengine walimwita nabii, wengine mwehu, lakini wote walikubaliana: alikuwa amewahi kumponya mlemavu akaweza kutembea tena, na kama aliweza hilo, labda labda angeweza kuwasaidia pia. Walitembea kwa siku mbili, kupitia misitu, kuvuka mito midogo, kulala kwenye vibaraza vya wageni. Walikumbana na macho ya ajabu, kejeli na hata wema uliowashangaza, lakini hawakusimama si kwa sababu walijua kuna muujiza, bali kwa sababu walikuwa wameshawishika. Walikuwa na kiu ya kutambulika, ya kupendwa, ya kuacha kuitwa wasichana wabaya wa Mbande. Walipofika ukingo wa Tundwe Songani, upepo ulivuma kupitia miti kana kwamba ulikuwa ukijua madada wa kipekee wamewasili. Hawakujua nini wangekuta, lakini walikuwa tayari wamefanya uamuzi muhimu zaidi wa maisha yao: kuacha kuvumilia na kuanza kubadilika. Safari ya Asha na Zawadi iliwachukua siku mbili kamili. Viatu vyao vya plastiki vilichakaa, nyayo zao zilijaa vidonda na vumbi. Lakini hawakusimama hadi walipofika ukingoni mwa kijiji cha Tundwe Songani, mahali ambapo miti ilikuwa mirefu kuliko kawaida na hewa ilikuwa nzito kana kwamba ilibeba siri. Walipofika kwenye kibanda cha mama mzee walichokuwa wameelezwa, walikikuta jinsi ilivyoelezewa: nyumba ya mviringo ya tope ikiwa na michoro meupe ukutani na mitishamba iliyoning'inia juu ya paa kama popo waliolala. Moshi ulikuwa ukifuka kutoka kwa moto mdogo katikati ya chumba, na hapo aliketi mama mzee aliyejikunja kwa uzee, ngozi yake ikiwa na mikunjo kama maganda ya muhogo, lakini macho yake yalikuwa makali na yenye kuchoma. Alipotazama juu na kuwaona wakikaribia, kabla hata hawajasema neno, alitamka kwa sauti ya upole, nimekuwa nikiwasubiri. Asha na Zawadi walitazamana kwa mshangao. Mama huyo hakuwataka waeleze walichokuwa wanahitaji, aliwaalika ndani kwa mkono mmoja, akawapa maji ya kunywa, kisha akawakaribisha kwa viazi vikavu vilivyopakwa mafuta ya mawesi. Walipoanza kuzungumza walimwaga kila kitu, maumivu yao, aibu waliyoipata, mateso waliyoishi nayo na tamanio lao la kubadilika. Mama huyo aliwasikiliza kimya, hakuhukumu, hakushangaa, alikaa tu kwa utulivu na hatimaye akasema, ninawaelewa wanangu. Sauti yake ilikuwa nyororo, lakini maneno yake yalikuwa na nguvu. Lakini ukatili wa dunia hauwezi kufafanua dhamani yenu. Mmekuja kwangu mkitarajia mabadiliko, lakini nawaambia, rudini Mbande, jikubali. Kitu kikubwa kinawasubiri huko, hatima yenu imefungwa na kijiji hicho. Msiharibu kwa kutafuta mabadiliko yasiyo sahihi. Zawadi alikunja uso akamwangalia mama huyo kwa huzuni. Lakini mama eh, hey, tumechoka, tumechoka kujifanya, tumechoka kupigania nafasi, tumechoka kudharauliwa. Mama huyo alitabasamu kwa huzuni. Ninajua binti yangu, lakini si kila vita hupiganwa kwa nguvu. Baadhi huhitaji subira, imani na hekima. Asha alisimama polepole pole, akasema kwa sauti ya kukata tamaa, kwa hiyo hutatusaidia mama huyo alijibu. Kwa utulivu, nimeshawasaidia kwa kuwaambia ukweli. Kwa mioyo mizito, dada hao waliondoka asubuhi iliyofuata. Walitembea kwa ukimya, kila hatua ikiwa nzito kuliko ya awali. Barabara ya kurudi Mbande ilionekana baridi kuliko kawaida, anga halikuwa na uzuri, jua lilionekana kufifia. Hakukuwa na furaha ya kurudi, bali kuchanganyikiwa, hasira na kukatishwa tamaa. Walipoiona miji ya udongo ya kijiji chao ikitokeza kwa mbali, kitu ndani yao kilijikunja. Soko lilikuwa na kelele zile zile matusi yale yale, hakuna kilichobadilika. Na hivyo wakafanya uamuzi mwingine, hawangemsikiliza yule mama mzee, wangebadilisha hatima yao kwa njia yao wenyewe, kwa msaada au bila msaada. Jioni hiyo Asha na Zawadi walikaa chumbani mwao wakitafakari watakachofanya. Tutakuwa zaidi ya kile kijiji hiki kinaweza kuvumilia, Asha alisema, macho yake yakiwaka kwa azma kama hawatatukubali wataona tukiinuka. Na kuanzia siku hiyo madada wa kipekee walianza kupanga mkakati, mpango ambao ungetikisa Mbande mzima, mpango ambao ingawa ulizaliwa kutokana na maumivu, ungezaa kitu kisichosahaulika. Usiku huo radi ilibuma kwa mbali, mvua ikidondoka taratibu juu ya paa lao la bati. Zawadi alikuwa amejifunika na kitenge cha zamani cha mama yao, macho yake yakiwa mbali Asha alisema kwa sauti ya chini, "Unakumbuka hadithi ile mama alikuwa anatueleza kuhusu mto wa uzuri?" Asha aligeuka kutoka kwenye moto wa mkaa waliokuwa wakitumia kujiotea. Yule aliyejificha ndani ya msitu ambapo mtu akiutazama maji yake hutoka akiwa amebadilika. Zawadi alitikisa kichwa. Alisema uzuri wa kweli unatoka ndani, lakini wakati mwingine hata maumbile hutoa msaada. Nilidhani ilikuwa hadithi ya usingizi, lakini je, kama si hadithi? Macho ya Asha yakakaza mwanga wa tumaini ukitokea ndani ya kifua chake. Unadhani upo kweli? Zawadi aliketi wima zaidi. Sijui, lakini mama hakuwa mtu wa kusema uongo. Alisema mto huo haufanyi kazi kwa mioyo miovu, unaonyesha kile kilicho ndani yako. Kimya kilitawala kati yao. Kisha Asha akasimama, akajifungua kitambaa chake. Tutautafuta. Kama upo kweli, tutaupata. Hata kama itatulazimu kupitia msitu, kuvuka mito, kulala chini ya miti, sitajali. Hatutakaa hapa tukioze kwa aibu na kejeli. Asubuhi iliyofuata kabla jua halijachomoza, walifunga mizigo yao tena. Safari hii hawakumwambia mtu yeyote, hata yule jirani mdadisi, Mama Keti, aliyekuwa akipep kupitia dirisha lake kila mara kama mjusi. Walifuata njia ya zamani ya msituni, mama yao aliyekuwa akiitaja kwenye hadithi zake, ile inayopita vilima kuzunguka miti ya maembe karibu na mto wa kijiji. Kwa siku kadhaa walitembea. Kila hatua ikifuatiwa na sauti ya mama yao kichwani, mto wa uzuri huonyesha nafsi yako halisi, lakini ni wale tu wenye maumivu na mioyo safi huweza kuupata. Kwa hivyo, pamoja na nyayo zilizojeruhiwa na mikono iliyochoka, Asha na Zawadi waliendelea. Kupitia mvua kubwa chini ya jua kali, walivutwa na ndoto ya kusimama mbele ya mto huo wa ajabu, mto ambao ungeonyesha walivyo ndani, hodari, wema na wenye ujasiri. Hawakujua uliko. Hawakujua kama kweli upo, lakini matumaini ni kitu chenye nguvu, na madada wa kipekee walikuwa nayo, hata kama kidogo, ya kutosha kuamini. Wiki zilipita, kisha zikageuka kuwa miezi. Mbande ikawa kimya kwa namna isiyo ya kawaida. Mwanzo watu walicheka, wale wasichana wabaya wamekimbia, labda wameenda kutafuta kijiji kingine cha kuwasumbua. Wengine walitania lakini siku zilivyogeuka kuwa miezi na hewa ya soko ikawa tulivu bila sauti za Asha na Zawadi kuchochea midahalo au kuvuruga mabishano, vicheko navyo vilianza kufifia. Hakuna aliyejua waliko. Asha na Zawadi hawakurudi. Na hakuna habari zilizosikika tena kuhusu umadada wa kipekee. Lakini hadithi yao haikuisha pale. Walikuwa bado kwenye safari yao, safari ya kujitafuta, ya kutafuta thamani yao nje ya maneno ya dunia. Walivuka mito yenye mamba, walilala chini ya miti mikubwa, walila mizizi na matunda ya msituni, waliomba maji kwa wasafiri na wageni wa hifadhi. Na kila usiku kabla hawajalala, walimkumbuka mama yao. Uzuri wa kweli, alikuwa akisema, ni kama taa ya ndani. Hata ikiwa imefichwa, mwishowe huangaza. Siku moja baada ya mvua kubwa iliyodumu usiku kucha, walifika mahali ambapo msitu ulionekana kama ulimwengu mwingine. Miti ilikuwa mikubwa kiasi cha kuziba mwanga wa jua. Hewa ilikuwa nzito kama mvuke, na harufu ya miti shamba na udongo uliolowana ilijaa puani. Kisha wakausikia sauti ya maji, si sauti ya mto wa kawaida, bali sauti ya maji yaliyotiririka kwa utulivu, ya kina kirefu, ya kushangaza. Walifuatilia sauti hiyo hadi walipoufikia mto huo. Haukuwa mkubwa, lakini ulikuwa na haiba isiyo ya kawaida. Maji yake yalikuwa safi mno kiasi kwamba waliweza kuona chini kabisa. Lakini kilichowashangaza zaidi ni kwamba walipotazama kwenye maji hawakuona sura zao za kawaida, waliona picha zao wakiwa tofauti waliona wenyewe wakiwa na nuru usoni, macho yao yaking'aa kwa uzima. Si uzuri wa vipodozi au wa uso uliosafishwa, bali uzuri wa ndani ambao ulikuwa ukipigana kutoka moyoni mwao kwa muda mrefu. Walishika mikono, kimya kikatanda baina yao. Zawadi alitoa sauti ya mshangao, hii, hii ni sisi. Asha alijibu kwa sauti ya kukatwa na pumzi, hii ndio tulivyo ndani, sasa tunaiona. Kwa muda mrefu walikaa pale wakitazama. Hakukuwa na miujiza ya kubadilika ghafla. Ngozi yao haikubadilika, meno ya Zawadi bado yalikuwa yamepinda, uso wa Asha bado ulikuwa na alama za jua, lakini mioyo yao ilijaa uzito mpya, uzito wa kujitambua. Usiku huo walikesha karibu na mto, walipika viazi walivyovuna msituni na kugawana hadithi walizokuwa wakizisahau na walikubaliana hawatarudi Mbande kwa kuomba kukubalika, watarudi wakiwa wanawake waliobadilika ndani, waliokomaa, waliopona. Waliporudi kijijini, mvua ilikuwa inanyesha. Watu walitoka majumbani mwao kuangalia ni nani aliyekuwa akifika. Walipowaona Asha na Zawadi, walishtuka. Walikuwa wamevaa vitenge vya kawaida, bila vipodozi, nywele zao zikiwa zimefungwa vizuri kwa vitambaa vya heshima, nyuso zao zikiwa tulivu, lakini macho yao yakiwa na mwangaza mpya. Hakukuwa na kelele. Hakukuwa na kejeli. Ni kama kijiji kilihisi kuwa kitu fulani kimebadilika. Siku zikaendelea. Asha alianza kufundisha watoto kusoma na kuandika chini ya mti wa mkomamanga. Zawadi alijifunza kutengeneza sabuni za asili na kuzisambaza sokoni. Pole pole, watu walianza kuwaheshimu si kwa sababu walikuwa wamependeza nje bali kwa sababu walikuwa wakweli wa dhati na wenye dhamani. Wanaume waliowahi kusema hawatakuja karibu hata wakipewa bure, sasa walikaa sokoni wakitafuta usaidizi wa Asha au tabasamu la Zawadi. Lakini madada wa kipekee hawakuwa na haraka. Walikuwa wamejifunza kuwa upendo wa kweli huanza na kujipenda. Na hata kama walikumbana na kejeli nyingine tena, hawakuyumbishwa. Walikuwa wameiona sura yao ya kweli kwenye mto wa uzuri, na hakuna mtu tena aliyeweza kuwachora kwa rangi za chuki au dharau. Hivyo ndivyo Asha na Zawadi walivyojifunza kuwa uzuri si kuonekana tu, ni kuheshimiwa, ni kusimama, ni kupenda kwa moyo safi hata katika dunia isiyojali. Na tangu siku hiyo, Mbande haikuwahi kuwa kama ilivyokuwa hapo awali. Mimi naitwa Maria, kama umependa simulizi hii, naomba ulike video yangu na ukomenti. Pia na kuomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni.